Mpendwa mshiriki na mtazamaji wa chaneli hii, ninapenda kukualika tena katika somo linalosema ubatizo wa kweli. Ulimwengu umekanganyikiwa, umechanganyikiwa na swala la ubatizo, imani ya kweli katika jambo hili la ubatizo watu wengi wakiwa wamedanganywa, na hata pale walipo wakijua kwamba wana wamebatizwa. Hakika maandiko matakatifu ukiyasoma, yasipokutupa nje, unabaki ndani, na hivyo katika somo hili utaujua ubatizo wa kweli. Maandiko matakatifu katika kitabu kile cha Marko 16 maandiko matakatifu katika Marko 16 fungu lile la kumi na sita, neno la Mungu linasema aaminie, na kubatizwa ataokoka, asiyeamini atahukumiwa. katika lugha ya wenzetu

aaminie na kubatizwa ataokoka. Kuna mkanganyiko sana juu ya habari ya ubatizo. Wengine wanafanya ubatizo wa kuruka moto, moto unawashwa mkubwa, mtu anabatizwa kwa kupita huko. Wengine kuna ubatizo wa, wa maji madogo, yani kama kunyunyizia, lakini pia uko ubatizo wa kuchapwa fimbo Chapwa fimbo kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Kwa hiyo ubatizo wa kweli ni upi? Sasa, pendwa msikilizaji na mtazamaji, ubatizo wa kweli ni upi? maandiko matakatifu katika Yohana maandiko matakatifu katika kitabu kile cha Yohana sura ile ya kwanza tunaona habari za Yohana mbatizaji akibatiza katika mto Yordani, katika sura hii ya kwanza kuanzia fungu la kumi na tisa na lile fungu lile la ishirini na saba Lakini mimi nisome fungu lile la ishirini na tano na la ishirini na sita na ishirini na saba Neno la Mungu linasema, wakamuuliza wakisema, mbona basi wabatiza ikiwa wewe si Kristo wala Eliya wala nabii yule? Yohana akawajibu akisema, mimi nabatiza kwa maji katikati yenu, katikati yenu amesimama yeye as, as, mjua nini. Huyu anayetajwa alikuwa ni Yesu Kristo, akiwa amekaribia katika viwanja vya ubatizo vya Yordani huko katika nyika ya Uyahudi, ambapo alikuwa akipeleka ujumbe Yohana oh, Mbatizaji. Na hivyo anawaambia umati uliomzunguka Yohana Mbatizaji, akiwaambia he, mimi nabatiza kwa maji, na anasema katikati kati yenu amesimama yeye msiyemjua ninyi, ndiye yule ajaye nyuma yangu, ambaye mimi sistahili kuilegeza kamba ya kiatu chake. hayo Aliyafanya huko Bethania ng'ambo ya Yordani alikokuwako Yohana akibatiza. Yohana alibatiza katika mto Yordani, na katika lugha ile ya, ya Kigiriki Kiyunani, neno kubatiza ni kuzamisha, zamisha, tosa, mpaka mwili ulowani mpaka na unywele lowanisha. Je, ulibatizwa ubatizo gani, wa kunyunyiziwa maji kichwani ama ni wa kuchapwa fimbo tatu kwa jina la Baba na la Mwana Roho Mtakatifu. Pendwa mtazamaji na mshiriki, ninapenda kukujulisha hata kila ambacho mitume walifanya katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ile ya, ya pili mstari ule wa 38, neno la Mungu linasema Petro akawaambia, tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo pate ondoleo la dhambi zenu nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Tubuni mkabatizwe. Petro anawaambia waliokuwa wamemfuata kwa ajili ya kumfuata Kristo, wanataka kujua watapataje kuokoka. Waka akawaambia tubuni, mkabatizwe. Leo katika ulimwengu uliojawa na mafundisho ya uongo kuhusiana na ubatizo watu wakibatizwa ubatizo wa kata wengine, wana, wana wakisha wakishawekwa kwa miungu yao wana, wana wanamiminiwa maji kichwani, kata mpaka mara saba au mpaka mara tatu, kulingana na imani ya watu hao. Ubatizo wa kweli ni kuzamisha, zamishwa na ubatizo huo, unapomkubali Yesu Kristo na kubatizwa, ni sharti ufundishwe yote, uzishike amri kumi za Mungu na uwe na imani ya Yesu. Ndiyo maana Yesu Kristo anawaambia wale wote wanaongoja kubatizwa ama waliobatizwa, katika, katika kitabu kile cha Yohana 14:15, anasema mkinipenda, mtazishika amri zangu. Mtu yeyote anayetaka kubatizwa shariti amwamini Yesu, shariti amjue Mungu wa kweli, shariti aujue ubatizo wa kweli. Ubatizo wa kweli ndiyo msingi wa wokovu wako, ndiyo msingi wa njia yako ya uzima, maana katika ubatizo huo utafundishwa kumjua Mungu wa kweli, utafundishwa kuzijua amri kumi za Mungu utafundishwa kuwa na mwenendo na tabia safi ya Kikristo katika fungu lile la katika sura ile ya tatu ya matendo ya mitume fungu lile la kumi na tisa Mtume Petro anasema anawaambia wale wote waliokuwa wanahitaji kupokea nguvu ya kweli nguvu ya Roho Mtakatifu na hata kujua ubatizo wa kweli anawaambia basi tubuni basi mrejee ili dhambi zenu zifutwe, zipate kuja nyakati za kuburudishwa kwa kuwako kwake Bwana. Katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya pili fungu la, la, sura ya tatu fungu la kumi na tisa, tatu kumi na tisa Mtume Petro anasema tubuni basi mrejee ili dhambi zenu zifutwe. Na hivyo ubatizo ule wa kweli unalenga kuzamisha, kuzamisha katika maji mengi kuzamisha unazamishwa katika kaburi la maji, na kisha unatolewa kama kiumbe kipya rohoni. Mwili ni ni ua tunaoona wa nje wa kufa, mwili wa dhambi unaoonekana, lakini ndani nimebadilishwa, nimemkiri Kristo, nimemfuata kwa njia ya ubatizo. Mpendwa msikilizaji, kama ulipokea ubatizo mwingine tofauti na kuzamishwa ndani ya maji, ninakualika umrudie Bwana. Umurejee Kristo kwa njia ya ubatizo wa kweli na kulishika neno lake la kweli. Bwana akubariki sana. Bwana akupe nguvu. Bwana akujaze Roho Mtakatifu ili uweze kujifunza maneno yake na kujua ubatizo wa kweli. Bwana kubariki.